cha kumanya sheria zake apangirwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuzijamanya na neva hanazijamanye hukumu yake ni adhabu na anazijamanya hukumu yake ni janna insha allah. Ndugu watukufu Waislamu, jero katika kipindi chetu nakuonga na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni haki ya mgosi akudai kwa mkaziwe na ni haki ambaye mvere akungigwa amjamanyize mgosiwe insha allah mtume sallallahu alaihi wasallam akagamba vino mgosi neva anamwitanga mkaziwe kwa usazi wake ili akidhi haja yake ya ibada ya usazi mvere huyo ungigwa aite hata kama neva nakapika nakajereka nyungu mwadizi kona nakapika ungigwa ihule ambase mgosiwe na hadisi hiyo ihokerwa ni Imam Tirmidhi na Nasai, lakini pia Tirmidhi kagamba hadisi hiyo ni hasan sahih. Ni hadithi haina shaka. Huyo ni mbere ingegwa amri ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya agamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amla hanimbere amla animbere mufsalat amla animvere mfsalat Allah subhanahu wataala. Mvere huyo niuja yeye neva anetangwa ni mgosiwe aneta kwa ajili ya ibada ya usazi basi, yeye agamba mie ni mdanimo wakati wangu. Hadisiyo kaivokera Abu yaliani. Na mvere huyo, wandugu zangu Waislamu, niuja yeye akuzigiriza mwezi kila wakati ee, mdanimo mwezi tue kila wakati e, mdani mwezi siku zake ili aijaruke ni chukwazo cha kumziwya mgosiwe asekupata haki yake ya usazi. Mbere huyo yose uja mwenye tabia kama hiyo, ndugu zangu Waislamu, amanye yeye kalaaniwa ni Allah subhanahu wa taala chipindi hicho chose chiya mgosi wanakutanga. Ndugu wa tukufu Waislamu, waungigwa umwitikire kwa sababu ni haki yake. Kwa sababu gani? Mwenye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam agize hivyo. Nahonaho ambaye chukupata ufahamu kwa sababu gani, wao wengiwe ruksa ya kusola wavere waidi watatu wanne? Ndugu watukufu Waislamu, chipindi chia mgosi wa kukwitanga akudai haki yake ya usazi, ya dahi kagaluka ye kazidiwa au kunai chwa jendire, kwa kuona kwa ise chimsingisa chimnyirisa sakame chimserusa sakame yake, kaona sikunga kujamanya ufisadi ama kumasi Allah subhanahu wa ta'ala ni agulukira kwako weye mkaziwe wa halali weukeza wamlaviza vikwazo: miye napika, miye mwiri wangu ni mchafu, miye mwana ira, miye nonkeza mwana, miye nahuta nguo, miye kadha, miye kadha, miye kadha. Basi mgosi ujao umanye, yeye adaha akazidiwa, niyo afosa, niyo aitakwese, niyo akuzini, kwanza wapatigweni zambi ya kumnemera mgosi wa haki yake Yakaidi wapatigweni zambi yaye yajendire umsababishize akazini kwaise, izambiyo pia nayo yagalukambani yakupata nawe pia haikuleke. Kwahiyo kwasababishiza mazambi mengahi, huna haki ya kumnemera mgosiwo kwa zarura yoyose, isipokuwa zarura ya kisheria chindedi. Mwenyezimungu anauhakika kuwa weyeimndanim wakati wako ni dharura ya kisheria ama kwereka kinyume na hivyo wa ndugu zangu Waislamu, mbere huyoyose yuja ana vikwazo vakumnyima mgosiwe usazi wake, mtambue kuwa alaaniwa ni viumbe wose meulimwengu na Mwenyezi Mungu amlaani yeye mbere huyo. Kama hivyo nikungezenilave and ushahidi wa hadithi ndugu, kuna uongozi ni kweta nachiji, tahadhareni na chefundeni, nachefundeni nacherekebisheni makosa ya kuwasababishiza wagosi zetu

Ndugu wa tukufu Waislamu, ni ujumbe kwa wavere ubula. Wajibu ni kubuliza ujumbe, na wenye kutekeleza kazi ni kwako. Uitongere sheria ya Allah au uivune sheria ya Allah, khiyari ni kwako. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.